Taxi yenye imetumaliza, hauwezi ona drug. Gari ya drug imeshutiwa, na umeua huyo mtu amebeba drug, na drug ndio kitu mbaya hapa Kenya. Tunaambia President Ruto, kama unataka ku, ku, kumanage ku, ku, ku hiyo rules zako, ati unasema kitu yenye imetoka Somali isikuje Kenya, kwa nini umekubali drugs iende hadi Nairobi hadi Garissa County? Kwa nini hawa ardhi hao oh, wenye wamebeba we we, kwa nini wanatafuta mataksi, wanaua kijana zetu wana, especially watu wanaona ni wa Somali. Ya nini tumefanya kitu gani? Sisi ni wa Kenya, tumezaliwa hapa, tumelelewa hapa, hatujawahi ona Somalia mkitiona sisi mnatuita shawab, hamtaki haki yetu, hamutujui sisi ni nani. Lakini nawaeleza kitu, mkishinda kuleta haki ya brother yangu, wallahi, in the name of Allah, I'm the Lion of Africa, I'm Somali. Watu wengi watakufa watu wengi watakufa. We need justice of Ahmed Omar Sheikh, we are the la we are the upcoming leaders. Hakutaka tupatie nyanyo yenu, mukilalia haki ya brada zangu, tunawaomba our area MP haki ya brada wangu. Mimi Sahara Ahmed, na mimi ndo mtaanza. Naambia President Ruto, please I'm too emotional, kwa sababu mimi ni msichana, unaona nikitetemeka hapa. Mimi ni mama ya nini? Kila siku munaua vijana yetu, haki gani? Tuna mkosa gani? Kila siku munaenda na vijana na hatuoni vijana yetu, tumekosa wengi, wengine munamaliza, munatuita Al-Shabaab, mumetutesana. Sisi tuko Kenya, sisi tuko Kenya Ardhi yuko modika, hatutaki hii. Hakuna kitu mnatusaidia, hamfanyi kazi. Sijawahi ona ardhi yao ameleta arshop, mbona ardhi yao hamfanyi kazi? Kazi yenu imekuwa trafika. Kama unataka trafika kuja andikisha trafika tutakupea. Sisi tunasema ardhi yuko soke pale, yule kijana alishut kijana yangu bokolowe, nitamtoa kofia yake chini mimi. President Ruto, mimi nakuomba kwa jimii mdomo ya Somali, not